Anapoteza nafasi hiyo sasa. Mpira cheza vizuri, Amani. Good spike, tengeneza kwenye blocking, cheza vizuri, setting, good spike kutoka kwa jezi namba 9. Huyu ni Francisco Francisco Kanyerere ameweza kupatia point upande wa Mwanza. Uh, the way ambavyo Mwanza wana wanafurahi ni kama vile wao ndio wanaongoza, lakini Mara wako kimya kama vile wao hawaongozi kama wao waongozi. Uh, kwa hiyo ushindi wa Mara ni faida kwa Mwanza, weza kuona. Jezi namba tisa. Kwa, kwa mtu naye anaefika uwanjani anaweza akafikiria kwamba Mwanza ndo anaongoza <laughs> uh, lakini... naona upande wa Mara hawa, Mara hawana. Hawa awaamini ha, kinachotokea. Yeah. Mm. Watoto wadogo uh, wanafika. Tulijua yani tu, tu, chap, chap, chap chap tunamaliza kazi lakini <laughs> uh, wanajikuta mbona wagumu hivi. Hmm? Toka mbali. Yeah, rear ball ile. Yeah, rear ball. Wadau mbali mbali wamekuja kufuatilia volleyball hapa Chinangali Dodoma, ama i Dodomia. Wanapoteza. Ah, uh, wanapoteza mp 22. Hii seti naona Mwanza ameshuka uh, chini zaidi point 14, zaona point 22 Cheza vizuri. Anapoteza pointi 23 kwa Mara, anahitaji pointi mbili kumaliza set na kumaliza mchezo. Anaita timeout Mwanza, nafikiri mwalimu Azizi, eh, nataka kuambia vijana vipi, tumecheza vizuri eh, lakini tunamaliza vibaya. Mchezaji wa timu ya Simiu wakiangalia uh, kama sio wao vile sibiria. <laughs> kula kichwa, kesho kibarua kizito dhidi ya Dar es Salaam, finali nzito itakayochezwa. Nachukua point a uh, Francisco Kinyelele Kanyerere. Cheza vizuri. Chukua point. Chukua vinawezekana, utulivu na kuangalia space. Space uh, unavyokwenda ku spike. Lazima jicho pia leo limeangalia kwamba wapi. Mpira unaenda mm. 24 point. Mani ameshindwa, anataka kuuachia ule mpira, lakini akajikuta tayari ameugusa, ameshaugusa. Kijana huyo anaitwa Mari Bure. Mabakia point moja, mabaki point moja, na napenda kuwakumbusha kwamba Mara akichukua seti hii na mchezo ndio utakua umeishia hapa, na game imekwisha. Game imekwisha. Mara akishinda seti tatu kwa pointi 25, Mwanza akiwa na pointi 16, na hivyo uh, Mwanza kutoka uh, katika mchezo na fainali, anakwenda moja kwa moja timu ya Mara ambayo atakwenda kusubiri mchezo kati ya Dodoma ambao watakwenda kucheza na Kagera, na mshindi wa hapo ndio atakuja kukutana na timu ya Mara. Uh, vijana wa Mwanza wanapeana mikono ya yeah, asante na shukrani na kuwa na fair play game, kwamba tumejifunza jambo, tumejifunza kitu. Game ilikuwa ni nzuri. Uh, na nini ambacho anapaswa kwenda kukifanyia kazi kwanza kabisa kwa upande wa Mara, napenda kuwapongeza kwa, kwa, kwa kuingia fainali. Kitu ambacho wanatakia kufanyia kazi uongeze kombaini ya timu, kwa sababu unaona kuna wakati mwingine wanakuwa na ruzi kombaini, wana ruzi ndio maana wanakuwa wana shambulio. Kwa hiyo, naomba naombea katika timu amini mechi ya kesho, uongeze confidence kubwa, naamini nawatakia mchezo mwema kwa siku ya kesho. Nusu fainali ya kwanza kwa upande wanaume, Mara ameshinda kwa seti tatu, Mwanza akiwa sifuri.